Baada ya dakika tisini kumalizika katika uwanja wa New Amani Complex, tuliketi eneo hili hili na Heavyweight, kubwa hasa ni kutafsiri zile dakika zote tisini za e, 45 za kipindi cha kwanza na 45 za kipindi cha pili. Kuna yale matukio ambayo yalichelewa e, au tulichelewa kuyaona kutokana na e, pressure ya mchezo vile ilivyokuwa. Uh, Heavyweight Dulla yapo mengi ambayo yameendelea na mengi tumeyaona mtandaoni. Kwanza nijue hali yako kabla sijakwambia kile ambacho nimekiona ili nijue na wewe umekuwa miongoni mwa wale ambao wameshuhudia. Uh, uko buheri kaka? Ya namshukuru Mwenyezi Mungu kila kitu kiko swafi. Yeah. Mi naomba niwe straight, yani niwe moja kwa moja kwenye yale matukio ambayo nimeyashuhudia, e, nje ya zile dakika 90. E, moja ni lile ambalo lilionekana viongozi wa RS Belikane wakiwa ndani ya chumba cha kubadilishia nguo cha waamuzi, lakini e, wale steward wa Simba Sports, kulikuwa kuna hali kama ya sintofahamu. Sijui kama nawe umeshuhudia tukio la namna hiyo. Yeah, of course ni, ni tukio ambalo of course imetrend sana mimi. Nime baada ya finali jana nimelala nimeamka asubuhi tunakuta kuna watu wamenitumia ile clip e, inaonyesha design fulani kama e, pale ni changing room by the way ya waamuzi maanake, kuna kukuna kwenye kwenye uwanja wote lazima kuna changing room za timu zote mbili pamoja na sehemu maalum ambayo waamuzi watakuwepo kwa ajili ya kuweza kuchange room ya kuchange uh, nguo pamoja na kufanya huduma za kijamii. Kwa sababu, kwa sababu lazima kuwe kuna mabafu pamoja na choo pamoja na maji na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ile eneo of course haitakiwi e, mtu tofauti na wahusika kuwepo. Of course, kuna watu kadhaa wanaruhusiwa kuingia akiwemo labda mtu mtunza muda tuna matemkipa labda e, anaweza kuruhusiwa kuingia pamoja na mtu wa kurusha matangazo anaweza akaruhusiwa kuingia, lakini e, labda mwamuzi akifuatana labda na mshauri wake anaweza akaruhusiwa kuingia, lakini si kiongozi wa timu, kwa sababu anavunja ile privacy ya waamuzi. Waamuzi wanakuwa na vikao vyao mule e, baada na half time, yaani maanake muda wa half time na baada ya mechi kunakuwa kuna, kuna vikao vyao ambao huwa wanapenda kuvifanya pale na hawaruhusiwi mtu yani, haruhusiwi mtu mwingine kuingia mule, na inaweza ikaleta picha tofauti, kama unavyoweza kuona jana ile, by the way ni picha tofauti ambayo imeweza kuonekana pale. Lakini vile vile, kumbuka, inaweza ikawaletea tension pamoja na pressure katika kwenda ku, ku, ku, ku, ku, kuamua mchezo husika, kwa sababu tayari kuna kwa, kuna, kuna unamnyima muamuzi ile nafasi ya yeye kuweza kutulia na kuweza kufikiria jinsi gani ya kuweza kuamua mchezo umeelewa? kwa hivyo ile naweza nikasema ni kiburi, ni kiburi cha viongozi wa RS Berkane. Na of course kiburi kinasababishwa na vitu vingi, si unanielewa? Yeah, kiburi kinasababishwa na vitu vingi lakini zaidi zaidi, kama ukiona mamlaka inakuwa upande wako. Unajua, mimi nimesikiliza mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya mchezo, wengi wameonekana, of course hata mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeona kabisa kwa namna fulani mwamuzi Beida Dehane hakuwa katika um, mche, hakuwa yani hakuwa hakutenda same, haki labda niseme hivyo, hakutenda hakutenda haki haki hmm. Na kwa sababu hakutenda haki, kila mtu ana maoni yake. Kwa mfano mtu anaweza sasa sasa ma, kitu gani ambacho hakutenda haki? Kwa mfano mi naweza kukwambia ile red card ambayo Yusuf Kagoma alipewa hmm. Watu wengi wana question kwamba alifanya foul sijui kwa hiyo alistahili natayari, na tayari alikuwa na yellow card. Umenielewa? sasa uh, By the way, hatusemi kwamba si faul, hatusemi kama si faul, lakini mimi nimejaribu mpaka kuwapigia baadhi ya waamuzi wa staff wa ndani na kuwauliza kuhusiana na lile tukio ili tu kujiridhisha kwenye ile tukio la red card, la Yusuf Kagoma. Mimi nimejaribu kuwapigia baadhi ya waamuzi wa ndani na kujaribu kuwauliza ili kujiridhisha, je, ilikuwa ni kweli alistahili kupewa second yellow kwa tukio lile? Umenielewa? wote wamesema kwamba no ile ilikuwa faul, ambayo ingeweza tu kuamuliwa kama foul, lakini si conduct ambayo iliweza kusababisha. Unajua, pia wakanielekeza uzito wa second yellow si sawa na uzito wa yellow ya kwanza. Watu wanabidi waelewe, pia mimi nilikuwa sielewi, lakini kumbe ni tofauti, si unanielewa? Ukishakuwa cautioned, ukishakuwa umepewa kadi ya kwanza ya yellow, manake kadi ya pili ya yellow haiwezi kuja kizembe, kwa sababu tayari inaenda kuathiri mchezo mzima, na ile ni finali kwa automatically. Uh, kuna namna fulani ilitakiwa kutoharibiwa na, na zile bugdha za mwamuzi. Mwamuzi asiwe sehemu ya, ya kikwazo katika mchezo husika mm. Sasa kitendo cha kutoa yellow card katika faul nyepesi kama ile, eti kwa sababu ni faul, si si jambo nini, kwa sababu by the way Yusuf Kagoma intention yake ilikuwa ni kwenda kucheza mpira na yule Ayub Khairi alikuwa kashajua kwamba Yusuf Kagoma yupo nyuma yangu kwa hiyo akawa kidogo amepunguza ile kasi, yes. Ili e, Yusuf Kagoma amfikie kisha ajitege katika njia ya Yusuf Kagoma ili aweze kufanyia foul. Kwa hiyo automatically li mwamuzi alitakiwa e, ajaribu tuku, ku, aweke tu foul, by the way lakini kuna matukio na kwa mfano mtu anakwambia sasa, wewe utashinda vipi wakati una shot on target moja sijui Ndo hapo ndo utakapokuja kugundua, kumbe Tanzania tunahitaji sio, hatuhitaji wachambuzi tu, unaelewa, kwa sababu mchambuzi kazi yake ni kuchambua. Tunahitaji walimu wa kufundisha mpira, walimu, walimu. Nikisema mchambuzi naweza naweze nika, ikaonekana kama wachambuzi si tu wao ni wapo na nini wengi, lakini atika walimu yani mtu awafundishe watu mpira upo vipi waelewe, waelewe. Okay. maanake watu wana, wana, bado tupo kwenye anga la giza ndugu yangu, kuangalia shot on target na off target, lakini wenzetu washavuka muda mrefu kwenye hayo maswala. Maanake kuna kitu kinaitwa xG, mm -hmm. xA, maanake expected goals, expected assists. Kuna uwezekano mkubwa wa kuzalisha bao kwenye sehemu fulani, ingawa haikupatikana shot on target, si unanielewa? kuna nafasi ambayo Shomari Kapombe angeweza kuiconvert na kuwa bao lakini haikuwa shot on target, ilikuwa ni big chance ambayo, ili, ili, ambayo iliweza kupotea, big chance ambayo iliweza kupotea. Na hilo nimeona ni nimeliona ni sehemu ya mjadala mkubwa sana ee, finali imemalizika hauna hata on target, mm -hmm. eh, hata moja, nimeona ni sehemu eh, ya mdahalo ambao unaendelea hivi sasa kwenye eh, mitandao ya kijamii eh, ni, niulize ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni uelewa kama ulivyozungumza kwamba timu inapomaliza ikiwa haina shoot on target tafsiri yake ni kwamba imeelemewa kwa kiasi kikubwa. Ndio unasema, hmm, kwamba tunahitaji walimu, yani watu wa, wa, wa kufundisha mashabiki mpira, sio wachambuzi. Hmm. Kwa sababu mchambuzi anaweza akaongea kitu cha kiufundi mshabiki oya yoyoya yeah, asielewe, maskini ya Mungu. Ndio atakuja na pointi zake hizo kwamba on target moja, on target moja na baadhi ya wengine unakuta mpaka ni viongozi kabisa wapo kwenye safu ya viongozi ya timu lakini siwezi kuwalaumu, kwa sababu wao kuwa kiongozi sio kwamba anauelewa mpira kuliko wengine. Eh, unadhani viongozi ambao walionekana katika vyumba vya waamuzi eh, kuna namna walikuwa wamekwenda kushinikiza mambo eh, yazidi kuwa mazuri kwa upande wao, unaamini? Mimi kwa upande wangu nachoamini ni kwamba kulikuwa kuna rushwa, kwa sababu wewe kiongozi, mechi imeshaisha timu yako imeweza kuondoka na ushindi, umeshinda, yani manake sio kushinda, manake imeweza kupata matokeo chanya ambayo wamefanya waweze kutoa taji, ulikuwa unaenda, unajua kwani? Pia nakwambia kuna rushwa, kwa sababu ukiangalia footage ya ile video utagundua kulikuwa kuna vitu ambavyo mtu mwenye akili ana- ataelewa. Kwa mfano, don't take pictures, don't take pictures, yaani usichukue picha, usichukue picha. Yale maneno yalikuwa anasikika sasa kwa, kwa nini atu, watu wasichukue kwa kwa picha kwa nini? kwa nini? kama unaona hakuna jambo baya ambalo limetokea, yani haku, u, au lile jambo linaruhusiwa kisheria, unazuia nini kuchukua picha? Haya, ulikuwa karibu na waamuzi waamuzi, body language yao inaonekana kama walikuwa wanafurahia kitu mm, na wale viongozi sio, naelewa okay. Lakini vile vile ukijaribu kuangalia, kuna steward alikuwa anaonekana kujaribu kuwazuia wasitoke, awafungie ndani, mmenielewa? Kwa nini alikuwa anataka kuwafungia ndani? Ni kwa sababu maybe ile sehemu hairuhusiwi sio? Maybe mm. Hairuhusiwi kiongozi wa timu pinzani kwenda kwenye match officials changing room, umeelewa? mm. Hairuhusiwi. Sasa wale walikuwa wanafanya nini mule? Kwa hiyo na kwa nini walikuwa wanazuia watu wasipige picha? Umeelewa mm. na kulikuwa kuna mzozo na nini. Kwa hiyo kuna kitu gani kilikuwa kinaendelea pale? Na ukijumuisha na matukio ambayo amekuwa akifanya huyu Behani Deid be, Beida Beida Dehani amekuwa akihusishwa sana na na, yani labda ni kuambia kitu kimoja, <muchan> huyu ni kama silaha ya siri ambayo inatumika na CAF, silaha ya siri unajua silaha ya siri maana yake, huyu ndo aliwanyonga Yanga katika robo finali msimu uliopita dhidi ya Mamelodi Sundowns. Kulikuwa kuna VAR kwenye ule mchezo, bao la Stefanas Ziski lilikuwa lili, lili bao halali, lakini hakwenda kureview kwa nini hakwenda ku review wakati VAR ipo kwa ajili ya matukio kama yale? Eh, of course kwa Ulaya isingekuwa VAR, ingekuwa goal line technology, tusingeweza ku- kuamua kwamba ile ni bao, lakini kwa sababu hakuna kwa Afrika ilitakiwa aende kuangalia kwenye VAR hali, hali, hali, hali, ajiridhishe. Hakwenda kuangalia, umenielewa? Haya, huyu alichezesha fainali ya AFCON Ivory Coast dhidi ya Nigeria, umenielewa? Huyu huyu pia alichezesha katika mchezo wa Super League. Super, of course Super League dhidi ya Simba dhidi ya Al Ahli katika dimba la Benjamin Mkapa, sare ya mabao mawili kwa mawili eh, Al Ahli ndio mara ya kwanza wanapata sare na ndio mara ya kwanza at least wanapata bao au mabao katika mchezo uliofanyika katika dimba la Benjamin Mkapa, mwamuzi alikuwa huyu na watu wanabidi waelewe kwamba Unajua mi sio mwalimu wa marefaris mm. wala sio mtu wa, wa, wa, wa, sheria kama ma, kwa sababu marefaris wanasomea mm. lakini najaribu na, kuongelea kitu kinachofanyika ndani ya dakika 90 iko hivi muamuzi sio lazima atoe penalty au atoe red card amenielewa mm. au akatae bao halali ndio ionekane amewabeba timu fulani. Sio, unanielewa mm. kama ambavyo naweza nikasema foul foul si ndio inabidi sasa niwe mwalimu mm. Faul si ni, ni, ni kitu ambacho hakiruhusiwi kwenye mchezo, mchezo. Na ndio maana kuna kunakuwa muda mwingine inaweza ikatoka kadi, muda mwingine ndio hivyo, ina opponent anapewa nafasi ya kuweza kucheza mpira mm. eh, si ndio? Sasa faul pia inaweza ikatumika kwenye mbinu za mpira, ndio maana mm. kitu, kitu, kuna kitu kinaitwa tactical faul mm. si unanielewa? Ukija kwenye ukiachana na swala la faul, ukija kwenye kwenye maamuzi kuna, uh, kuna, kuna tactical decisions ambazo zinaweza zikamfanya mwamuzi kuibeba timu fulani pasi na kutoa kadi pasi na kutoa penalty pasi na kukataa bao, vitu ambavyo ndio nabidi hawa oh, mashabiki oya oh, oh, oh, wafundishwe, kwa sababu hawaelewi. Mi naomba nitakwambia mfano kwa mfano timu ilikuwa ipo kwenye counter attack, mchezaji wa, wa, wa timu A ana progress mpira alafu ikatokea mchezaji wa timu B eh, ada ana, ana, ana, ana ameenda kucheza faul lakini ile faul mm. Eh, haikuweza ku affect progression, -e, eh, no. Progression ya ile progression ya lile shambulizi, muamuzi akitoa faul tayari anakuwa ameinyonga ile timu pasi na kutoa kadi pasi na kunini pasi na kunini, na stila amesimama upande wa timu timu iliyofanywa madhambi, lakini kainyonga kwa sababu maybe angeacha ile faul pengine ingekuwa ni faida zaidi. Ooh. kuliko angesema hivi, ndio maana kuna kitu kinaitwa nini advantage play, si unanielewa? Sasa unakuta, mfano jana, mm. Joshua Mutale kachezewa ka foul mm. Sawa, wakati anachezewa foul mwamuzi ameacha, ilikuwa foul ambayo kwenye yale mazingira kuna advantage na disadvantage, si unanielewa? advantage ni kwamba kama Simba wangepewa foul Jambo la kwanza, Ares Berkane wasinge progress shambulizi, advantage ya kwanza. Jambo la pili, Simba Sports Club katika yale maeneo ni hatari kwenye set piece. Na tayari walikuwa na bao lao mkononi moja. Ina maana Jean Chalea huwa pengine angeweza kutumia ile set piece kuweza kutengeneza nafasi ya kuweza kufunga bao, mwamuzi akasema si foul. Sio unanielewa? Ina maana amewadina ame hata Simba kuweza kupata nafasi yao ya ku create shot on target kama ambao watu ndio wanaona ndio jambo la msimu la, la msingi kwenye kwenye mechi. Mm. Sio unanielewa? Sasa ile ile shambulizi ambayo aliliacha, uh, ile faulu ambayo Joshua Mutale alifanya, sababu Simba walikuwa kwenye wakati wa kushambulia, automatically ikatengeneza transition kwa RS Berkane kwenda kushambulia wao na ikatokea nini? Faulu upande wa, wa, wa, wa, wa Simba ambao waliipata RS Berkane ndio ikapelekea benchi la ufundi kufanyaje? Kulalamika, ndio ikatolewa kadi ya kwa Fadlu Davis. Si unaelewa matukio jinsi ambavyo yanavyokwenda? Eh, haya umetoa faul, haiishi kuwa faul. RS Berkane ni wabaya kwenye mipira hiyo kabisa, kwenye set piece wana wachezaji warefu. Kwa mfano kama Lamin Camara aliweza kufunga bao kupitia mpira wa kona katika mechi ya kwanza. Unawatengenezea nafasi ya ku ya kupata shambulizi pasi na kulitolea jasho kwa sababu wametoka kufanya wao faul ndio wamepata mpira alafu wao wanaenda kunufaika kwa kupewa faul nyingine, si unanielewa? Alafu unakuja mtu anakuambia eti how come mwamuzi aliwabeba. Inamaana wewe huoni? Mara nyingi sana Simba walikuwa wakipokonya mpira kihalali kabisa, mwamuzi anapiga filimbi inakuwa ni faul, hajatoa red card, hajatoa penalty, hajafanya hivi na hivi hivi na hivi hajafanya, na lakini vile vile vifaul vidogo vidogo vinaweza vikawa ni tactics tactics au tactical fouls ambazo mwamuzi amezi award kwa kwa mpinzani na kuvunja kabisa uwezekano wa Simba kutengeneza shambulizi. Mm -hmm. Ndio vitu ambavyo wa nabidi watu waambiwe, kwa sababu watu watauliza zile decision kubwa tu, si offside si nini na nini. Tunazungumzia hizo, sio? Unanielewa, mtu anapora mpira vizuri anataka kutoa pasi, faul. Mtu anapora mpira hivi anataka kufanya faul. Inatokea goal kick uh, maybe inatakiwa kona, yanaweka goal kick mm. Tayari ni amenyima Simba nafasi na, na ya kuweza kutengeneza chochote, ndio hicho ambacho tulikuwa tunasema sasa. So, o, kwa nini kushindwa kutafsiri mazingira ya rushwa ambayo ilionekana dhahiri shahiri? Of course pale kuna rushwa brother. Sasa kwani kuna, kuna, una, unahisi kwa sababu wao walikuwa wanafanya nini? Na mimi nimepata taarifa kupitia vyanzo vyangu mm, mm. Na Simba Sports Club wanajua kwamba uh, huyu makamu wa rais ndiyo wa CAF pamoja na rais wa Morocco nafikiri, anajulikana tushamwongelea sana. Alimkunja mwamuzi katika mchezo wa kwanza wa fainali, Pierre Acho, alimkunja of course, alimkunja na kulalamika, kwa nini haku- hakuifevarisha Berkane. Hiyo zo nimepewa, si unaenelewa? Kwenye kwa mujibu wa vyanzo vyangu nimesikia, na hiyo inakuwa ni kwa mara nyingine tu, si unaenelewa ya yeah, kwa sababu huyu pia ana skendo mwaka 2019 ashe kumpiga muamuzi kichwa. Umenielewa? Eh? Menilewa. Da huyu makamu Ali, na ilikuwa ni siku kadhaa wakati anapewa ametoka kupewa eh ametoka ku, kukabidhiwa ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku sasa hicho cheo cha makamu wa rais wa KAF. Kwa sababu alikabidhiwa mwaka 2018 huyu. Umenielewa? Eh, nafikiri mwaka 2018 mwishoni. Kwa hiyo mwaka 2019 akafanya ilo tukio la kumpiga muamuzi kichwa. Si unanielewa? na ilikuwa ni kwenye mchezo wa fainali pia dhidi, okay. ya Zamalek ambapo Zamalek waliweza kuchukua kombe kwa kwa aggregate ya bao mbili kwa mbili, by the way, lakini ni kwa sababu ya mambo ya goli la ugenini na nyumbani ikawa vimenufaika. Kwa hiyo akampiga kichwa na jambo lilikuwa kubwa. Eh, kwa sababu shirikisho la soka la Ethiopia liliweza kupeleka malalamiko kwa shirikisho la soka la Africa CAF na kuomba shirikisho la soka la Africa CAF kupeleka kwenye kamati ya nidhamu ili swali, hmm, lakini mwisho siku hakukuchukuliwa madhara na watu wabidi waelewe, eh, kwamba hata huyu ame, ame, kwa kwa oh, Motsepe hana cha kufanya, umeelewa? Kwa sababu yeye ni rais ambaye amewekwa hapa, lakini kwa watu kati, miongoni mwa wadau ambao wamefanikisha uwezekano wa Motsepe kukaa kwenye kile kiti ni pamoja na huyu Lekjaa Fouzi, si unanielewa? Na ingekuwa ni jambo la kushangaza kwamba katika robo fainali ya msimu uliopita Yanga tayari wameshashindwa kupata bao katika ardhi ya nyumbani hapa, mechi inaisha sare ya bila bila, wanakwenda South Africa. Unajua kabisa unacheza na timu ambayo inamilikiwa na rais wa CAF. Of course watasema alimwachia mtoto wake, wewe unaona hivyo, inaonekana hivyo, lakini timu ile bado anaipenda na ana uchungu nayo kwa sababu ye ameipambania hmm. Umeelewa sasa hiyo eh, inakuja sasa anapangwa mwamuzi yule yule ambaye ametoka kuinyonga Simba jana, ndo jana, msimu uliopita alipangwa, ndo wa kwanza, maana yake ndo mechi ya kwanza hiyo ambayo tumeanza ku, kuona mabaya. Huyu mzee tunaweza tukasema tuka eh, agent hmm, secret agent eh, secret agent anapangwa. Wewe unategemea kabisa rais wa CAF Motsepe hmm, amekaa pale, anaangalia timu yake inatolewa na Yanga kwenye robo finali? Hakuna, haiwezekani. Haya, na jana finali makamu wa rais ambaye ana, ana, sauti kubwa pale kafu nzima, wanamwogopa e, mpaka rais mwenyewe wa kafu amekaa kwenye kiti ashuhudie kwamba Simba anapindua mm, matokeo afu anachukua kombe. Ah, hamna mm, kitu kama hicho sumeni. Kwa hivyo labda niwaambie, niwaambie wakosoaji pamoja na nani tunavo tun, tunavotengeneza haya malumbano, mbona si tulifanywa mbona hivi na hivi, tutatengeneza mazingira ya kubaki hapa hapa tulipo kwa sababu wewe utafurahia huyu alinyongwa, na mimi kwa sababu alifurahia mi nilivyonyongwa, wote tumenyongwa. Kwa hiyo tunaridhika tunaridhika, si, ni, si kwa medali si, medali si, tuna hiki ndo kitakachofanya sisi tusisogee, na, ku, na kila siku tutabaki ku, ku, ku, ku, kutambiana, mara robo mara nusu mara fainali mara medali mara nini, kwa sababu hivi hizi, hizi, vilabu hivi, vingine vikubwa vina vinatengenezewa mazingira, na haya mazingira, hakuna namna nyingine yoyote zaidi, yatokee mtu mkombozi aje abadilishe upepo, either ni kwa kujitahidi tu, tu inject na sisi watu wetu pale kaf, kwa namna yoyote ile, wawepo watu wetu pale kaf ambao nao watakuwa wanapigana wanasi, against unyonywaji wa hivi vilabu vyetu, au otherwise tuungane katika masuala ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya ki mataifa ili kuepusha ha, hizi mambo za huyu rais wa Kafu. Ana timu yake, sijui makamu wa rais ana timu yake, wanachoamua kinapangwa, kwa sababu sikuona sababu ya msingi ya mechi kutoka kwanza katika dimba la Benjamin Mkapa kuhamishwa Zanzibar, si unanielewa? Maana tayari kulikuwa kuna mazingira toka muda mrefu sana, hivyo eti. Mimi langu la mwisho eh, langu la mwisho ni kwamba timu za uarabuni kwa maana ukanda wa kaskazini ubingwa wake wanapata kwa usaidizi wa viongozi ambao wanaliongoza shirikisho la mpira barani Afrika. Sio ubora. Ah, of course siwezi nikasema zote uh -huh. Lakini uh, kuna kipindi zinakuwa na ubora uh -huh. Lakini kuna zile ambazo si ntofahamu umenielewa uh -huh. Zinakuwepo yani kubwa umeelewa. Kwa mfano nimekupa mifano hai hay uh -huh. uh, hata experience washawahi kuna kuna kipindi fulani nimesahau mwaka lakini ni miaka ya nyuma kidogo uh -huh. Kuna kocha fulani wa experience wa zamani wa experience hmm. Ashawahi kulalamika kwamba uh, experience i, i, wakati anafundisha experience kulikuwa kuna mazingira fulani hmm. uh, ya, ya ya ya ya mazingira fulani yanayoashiria rushwa kwa ajili ya kufanya timu pinzani zicheze chini ya kiwango kwenye michuano ya hmm. CAF Champions League ya, yeah, ilikuwa ni uh, of course huyu uh, kuna kuna of course kuna kuna kuna, kuna coach ashawahi kuzungumza, aliwahi kufundisha experience, nitamfuatilia nitakwambia. hmm. E, nitakupa mfano hai. Huyo ndo ali, aliconfess kabisa akasema, umeelewa. Kwa hiyo e, na hata Adela Mruch kocha wa timu ya taifa taifa Stars aliwahi kuwa kocha wa timu ya taifa taifa Stars e, kuna statement yake ambayo ndo ilimtia mashakani na mpaka kupelekea kibarua chake ku, ku, ku, kupotea pale Taifa Stars ni pamoja na ile kauli alizungumza akasema kwamba e, Moroko wao wamekuwa wakijiamulia chochote wanachotaka kujiamulia kwenye mpira wa Afrika, marefarii maofisho wapi pa kucheza, na vitu kama hivyo na nini. Na nafikiri kimeonekana, sina nielewa, kimeonekana wamemchukua refari ambaye yupo kwenye yuko jirani na ilipo Morocco, ni secret agent wao, ambaye ikitokea kuna mission timu fulani lazima ishinde, lazima tumike bana huyu timu fulani tunataka ishinde huyu ndo mwamuzi sahihi na anap, anaf, of course nao kudhihirisha kwamba wapo sambamba naye, ni miongoni mwa wale waamuzi ambao wameteuliwa kwenda kuchezesha fainali za World Cup kwa upande wa vilabu. Nafikiri unaelewa kwamba kwa nini ame pamoja wale wale mm -hmm. nga... na blanda zote hizo, sijui amefanya nini, amekataa goal la Yanga, amefanya hivi na hii ambao amefanya safari hii, lakini hautosikia amepata malalamiko ya aina yoyote kwa hivyo, ni ndo uone kwamba ni miongoni mwa silaha ambazo zimekuwa ziki, zikifanywa na wale. Hawaambiani chochote Motsepe pamoja na Lekjaa kwa sababu wote wana timu na wote wana, wanaona timu zao zinapata okay, fever okay, okay, za hapa na pale. Si unanielewa? Sasa utategemea kitu gani kitokee zaidi ya hicho? Kwa hiyo mwisho wa siku, mimi nasema tena sawa, kuna muda s e, sisi kama Tanzania tuweke mbali ushabiki wa, wa, wa, wa, wa ule ushabiki wa hoyahoya ambao hauna faida kwa, kwa, kwa, kwa taifa. Kuna baadhi ya moment tunabidi tuumize kichwa jinsi gani tunatakiwa tudili na hawa kwa sababu Simba Yanga hizi kwa sasa hivi lipofikia haziwezi kuumiza kichwa tena kucheza na timu kutoka Zambia sijui DR Congo sijui Mauritania sijui Namibia. Ha, hapana sio kweli, umeelewa? hata South Africa akikutana na Mtanzania sasa kwa sasa hivi, hana atakachokifanya. By the way, labda nikwambie ukweli hata na, nafikiri imeonekana na, na, na, na, na Mamelodi sijui, kuna kama hivyo Stellenbosch amesumbua sumbua amemtoa Zama lakini like, kikaja katolewa na Simba na nini. Simba na Yanga sasa hivi zilipofikia, ndugu yangu, ni labda niseme tu kwamba hata wanatusumbua ni hao watu wa kaskazini, ambao nao ni kwa sababu sio tu kwamba wametuzidi kimpira hapana. Kweli kuna namna fulani wametuzidi kimpira, budget na lakini, ndo kama hivyo wanafigisu wanafigisu za hapa na pale. Kwa hiyo lile tukio la ndani ya dressing room ya upande wa waamuzi ni rushwa dhahiri shahiri, kunaonekana kuna kitu kilikuwa kinaendelea pale, na ndio maana walikuwa hawataki picha zipigwe, walikuwa wanazuia na vitu kama hivyo, ni kwa sababu ya zile e, namna zao za kunini. Na hii niwaambie tu kabisa, viongozi wa hizi timu Simba na Yanga zote pamoja na timu zingine za Tanzania ambazo zitafanikiwa kuingia kwenye michuano ya kimataifa hivi vilabu vya Tanzania vinavyotizamwa si sawa na miaka mitano sita nyuma, wabidi waelewe. Si unanielewa? Yani, Al Ahli akicheza na akija kucheza Tanzania, maandalizi yake atakavyokuwa anayafanya ni the same alivyokuwa anafanya anavyoenda kumkabiliana na experience, anavyokabiliana na Mamelodi anavyokabiliana na Widad. Si unanielewa? sijui experience akija kucheza na Mtanzania the same, Mamelodi akija kucheza na Mtanzania the same. Kwa hivyo kama wataendelea kubaki kwenye uwezo wao kama waliokuwa nao wa kiuongozi kama wa mwaka 2018 17, kushuka chini huko kipindi cha giza basi, wanatakiwa wabadilike, wanatakiwa wawe na mambo. Tusubiri, nimalizie kidogo point yangu. Wanatakiwa eh, waje na ideas, namna gani sasa wao kama wakubwa, kwa sababu sasa hivi ni wanahesabika kama ni wakubwa. Wao kama wakubwa wanabadilisha vitu gani, kuanzia kwenye usajili, kuanzia kwenye management ya timu kuanzia kwenye maandalizi ya ndani na nje ya uwanja kwa upande wa timu na vitu vyote hivyo, basi wanaweza wakaanza kufikiria kuchukua haya makombe. Dula Heavyweight amezungumza mengi ndani yake, pia imekuwepo elimu kubwa ya namna mambo yalivyojiri katika uwanja wa Nyuamani Complex Zanzibar. Tunaweka nukta kwa hapo tuseme.